Ukishakuwa na kiongozi imara mzalendo wa dhati na mwadilifu, anayekerwa na umaskini wa watanzania walio wengi, taifa letu litaendelea kupiga hatua kubwa ya maendeleo ambayo yanamgusa kila Mtanzania. Aina ya uongozi tunaoweka madarakani ndio unaoweza kutafasiri aina ya maendeleo tutakayopata na kwa muda gani. Hii ndiyo siri ya mafanikio ya mataifa makubwa na madogo yaliyofanikiwa kiuchumi duniani. Mwasisi na aliyekuwa kiongozi na baba wa taifa la Singapore Lee Kuan Yew aliwahi kuwakumbusha Wanasingapore wenzake kwa kusema kwamba maendeleo na ustawi wa China tunayoiona leo unatokana na imani yao kwamba nchi inakuwa salama tu kukiwa na uongozi imara wenye nguvu. Uongozi dhaifu unamaanisha mkanganyiko na vurugu. Uongozi imara unaleta amani na mafanikio. Ndugu wananchi, ni ukweli usiopingika kwamba sisi kama taifa tukichagua rais bora wa awamu ya tano tutakuwa na uhakika wa kuendeleza mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi na mmomonyoko wa maadili. Tutakuwa na uhakika wa kupata elimu bora, huduma bora za afya. Tutakuwa na uhakika wa kupata maji safi na salama, tutakuwa na uwezo wa kuzalisha ajira zaidi, na tutaweza kumfanya kila Mtanzania kujisikia fahari kwa utanzania wake, kwa kuwa atathaminiwa na kuheshimiwa kwa utu wake. Ndugu wa, wa Tanzania, kwa vile watanzania tunatambua wazi kwamba aina ya uongozi utakaoweka madarakani ndio utakaoweza kutafsiri aina na kasi ya maendeleo tunayowataka kati ya sasa na mwaka 2025 na kuendelea, ili kuiondoa Tanzania kutoka kwenye nchi maskini yenye uchumi tegemezi hadi kuwa nchi ya uchumi wa kati inayojitegemea. Uchaguzi wa mwaka huu ni fursa nyingine tena ya kumchagua rais mzalendo na mchapakazi rais, anayekerwa na umaskini no wa watanzania walio wengi. Kwa kutambua kwamba maendeleo ya kweli ya nchi yetu hayawezi kuletwa na sekta ya umma peke yake, bali yataletwa kwa kushirikisha kikamilifu sekta binafsi, ni muhimu sana rais wa awamu ya tano awe na weledi wa kutosha kuhusu utendaji wa sekta ya umma na sekta binafsi. Hata kwa nchi zilizoendelea kama Marekani China, Japan, Singapore, Korea Kusini, Uingereza, Ujerumani na kadhalika, kigezo cha weledi kuhusu sekta binafsi kupewa umuhimu wa kipekee. Watanzania wenzangu, ili kulinda mafanikio ya nchi yetu tuliyoyapata uongozi wa awamu zilizotangulia na ili kuzisimamia vizuri rasilimali za taifa zilizopo sasa kwa manufaa ya Watanzania wote na kuzikabili changamoto za sasa na zijazo, Taifa letu katika awamu ya tano linahitaji uongozi makini imara, unaohimili misukosuko, mitihani na majaribu ya kila aina. Matarajio ya watanzania ni kumpata rais mwenye hofu ya Mungu na ambaye hata iongoza nchi kwa jazba, mihemko wala visasi <laughs> Watanzania wenzangu, siku ya leo ni siku maalum yenye umuhimu wa kipekee katika historia ya maisha yangu na familia yangu na kwa nchi yangu kwa ujumla. Namshukuru Mungu kwa kunijalia na kunipa ujasiri wa kujitokeza hadharani mbele yenu watanzania wenzangu na kuwatangazia nia yangu ya kuingia kwenye mchakato wa kuwaomba wana CCM wenzangu na watanzania kwa ujumla waniamini, waniteue na kunichagua kuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama changu cha Mapinduzi. Ndugu wa Tanzania, sehemu kubwa ya wananchi sehemu kubwa ya wa watanzania ni watoto wa wakulima, wafugaji wa ng'ombe na wavuvi. Kihistoria, wazazi wa watanzania walio wengi hawakubahatika kusoma shule, hivyo watanzania walio wengi wamekulia na kuishi umaskini. Kutokana na ukweli huo Watanzania walio wengi wanajua madhira ya umaskini vizuri sana. Kwa hiyo, kwa Watanzania walio wengi, dhamira ya kupambana na umaskini ni sehemu ya maisha yao. Hata kwa upande wangu, ujasiri wa kujitosa katika kinyang'anyiro hiki unatokana na dhamira ya kweli ya kupambana na umaskini, ujinga, maradhi, rushwa, ufisadi, uvivu na mmomonyoko wa maadili katika nchi yetu. Ndugu watanzania wenzangu, kujitokeza kwangu hadharani leo kuwaomba wana CCM wenzangu na watanzania kwa ujumla baraka za kuiongoza nchi yetu ni kielezo na hitimisho la dhamira yangu kwamba mimi mtoto wenu nikiwa na umri wa miaka 47 nina shauku kubwa ya kubeba dhamana ya kuwatumikia kupitia nafasi ya urais ili kuendeleza mapambano dhidi ya maadui wa maendeleo ya taifa letu. Shauku yangu shauku yangu ya kupata mafanikio ni kubwa kuliko hofu ya kushindwa. Hii inatokana na ukweli kwamba shauku yangu hii ni dhamira ya dhati kuwakomboa wakulima, wavuvi, wafugaji, wachimbaji wadogo, wajasiriamali wanaoshughulika na shughuli za mamalishe, bodaboda, mafundi gereji, vijana wa saluni, vijana wa saluni, madreva teksi na daladala, waendesha mikokoteni wamachinga wasanii, wa aina wa wa mbalimbali wanamichezo wa na kadhalika ambao ndiyo kundi kubwa la Watanzania linalokabiliwa na umaskini. Ukubwa wa kundi hili unaifanya shauku yangu ya kufanikiwa kuwa kubwa zaidi kuliko hofu ya kushindwa. Ndugu <tune> wa Tanzania, kwa kuzingatia misingi ya maendeleo iliyojengwa na viongozi wetu wa awamu ya kwanza hadi hii ya nne, na kwa kuzingatia mazingira ya changamoto zinazolikabili taifa letu kwa sasa, watanzania wanatarajia kumpata rais ambaye atakuwa na jibu la swali la msingi kwamba kwa nini, wakati takwimu zinaonyesha kwamba uchumi wetu umekuwa ukikua kwa wastani wa asilimia saba takribani kwa mwongo mzima mfululizo, yaani miaka kumi mfululizo, umasikini umekuwa ukipungua kwa wastani wa asilimia mbili tu kwa mwaka.